Lakini wanafunzi kumi na mbili walipokea nguvu za Roho Mtakatifu wakapata, wakapata kunena lugha za mataifa mbalimbali, na waliopo pale waliposikia lugha zile wakaelewa. Yani mimi naongea Kiswahili, Bena anaelewa hicho ni Kibena, maneno yangu anaelewa vizuri. Mnyamwezi naye naye anaelewa, anaelewa hivyo vizui, naye anaelewa hivyo, lakini inachozungumza mimi ni Kiswahili. Sasa watu wa pale wakashangaa sana, wakasemaje nimeshangaa sana, inakuwaje? Waliulizana pale, inakuwaje hawa watu tunawasikia kwa lugha zetu wenyewe? Hawa wamelewa. Mstari wa kumi na nne, Petro ndio anajibu, anasimama Petro anasema, lakini Petro akasimama ak, ak, pamoja na wale kumi na mmoja akapaza sauti yake akawaambia, enyi watu wa Uyahudi na ninyi nyote mkao Jerusalemu, nijueni neno hili, mkasikilize maneno yangu, sio sio mnavyodhani watu wao wakulewa, kwa maana ni saa tatu ya mchana. Yani asubuhi ya tu saa tatu hawajalewa hawa saa hizi, saa tatu Anaendelea kusema lakini jambo hili ni lile lililonenwa kwa kinywa cha Yoweli, nabii Yoweli, ili lilo lilo neno hili ndio lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoweli. Anasema itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri na wageni, maono, na vijana wenu wataona maono na wazee wenu wataota ndoto, na na siku zile na siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu watatabiri. Sasa siku hizo ni zipi? Ni sasa hivi mwanamke na mwanaume hawana tofauti katika huduma ya Mungu. Lakini unaweza ukashangaa leo hii, unaweza ukakuta mahali fulani kwenye huduma zetu hizi hizi mwanamke akubariki kufanya huduma akiwa katika kanisa. Lakini Yoweli alitabiri kwamba ni wakati za mwisho, roho yangu nitaimwaga kwa watumishi wangu wanawake na watumishi wangu wanaume. Hicho ninachokuambia leo kinatokana tu na mapokeo. Yaya yaya primari, etu, ya imani yetu imani yetu tuna mapokeo ya aina mbili. Kuna mapokeo ya wazee na kuna mapokeo ya neno.